ACT Wazalendo, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi, Zanzibar mpya, Zanzibar moja, alipo tulipo. Atanga tanga safari, safari. Asanteni sana ndugu mgeni rasmi, mratibu wa chama chetu cha ACT Wazalendo kanda ya Pemba, ndugu mwenyekiti wa ACT mkoa wa Wete, ndugu kamati za uongozi za mkoa majimbo Mjumbe wa kamati kuu aliyepo hapa, ndugu viongozi wenzangu, wanachama wapenzi wa chama chetu, mabibi na mabwana, itifaki na izingatia. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatu. Habari za jioni Kojani. Safi Afi. Asanteni sana, nami niungane na watangulizi wangu kwa kuanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutufikisha alasiri hii ya leo kuwepo hapa katika viwanja vya Twale katika harakati za kufanya siasa za chama chetu kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Nimesimama hapa kwa sababu ya muda, nitakuwa na mambo mawili ya kuweza kuzungumza na nyinyi. Suala langu la kwanza hasa kwa vijana. Ni kwa nini tunakwenda kuiondoa CCM katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Nataka tufahamishane mambo mawili matatu kwa sababu ya wakati. CCM tangu tupate uhuru wa nchi hii Tanganyika ilipopata uhuru 1961. Na ni miaka sitini na mbili sasa. Hakujawahi kuwa na mabadiliko ya uchumi. Watu ni wale wale maisha ni yale yale, umasikini ni ule ule. Zanzibar tulipopata uhuru elfu mia tisa na sitini na tatu mpaka leo ni miaka sitini na mbili watu ni sisi sisi, maisha ni mabovu vile vile. Tuna sababu za msingi za kuweza kuitoa CCM katika madaraka, uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Bismillah, tupo tayari. Tupo tayari kuiondoa CCM? Yeah. Natoa sababu tatu hapa. Sababu za kwanza na sote ni wahanga katika hili, nchi yetu wenyewe kuna ubaguzi mkubwa sana wa masuala ya ajira kwa vijana wetu. Hapa katika hadhira hii wapo wasomi, wapo wataalamu waliomaliza elimu zao za vyuo vikuu sababu hao ni wapinzani, mpaka leo wameshindwa kuajiriwa na serikali yao ndani ya nchi yao. hawa ni wema? Wema. Ni wema kwetu hawa? Wema. Hatuwezi kuendelea kuishi na tukawa tayari kubaguliwa katika ajira, wakati sisi ni wazawa wa nchi hii na viongozi wetu wapo wanafanya haya kwa makusudi. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini na sababu ya pili. Sababu ya pili Zanzibar imekosa maamuzi yake ya kujiamulia katika mambo yake wenyewe. Jana nimeona taarifa moja, rais wa Zanzibar ameshiriki kikao cha baraza la mawaziri kule jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nimeshangaa sana kumwona rais ni mjumbe wa baraza la mawaziri katika serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Iko wapi nafasi ya rais wa Zanzibar? Haipo. Iko wapi nafasi ya rais wa Zanzibar? Haipo. Hatuko tayari tena kuendelea kuiachia CCM madaraka ili hali rais wa nchi hii hana maamuzi hata akivuka bahari ya kienda ya Tanzania bara. Hatuko tayari kwa hilo. Nina sababu ya tatu. Sababu ya tatu kwa nini tuiondoe CCM Zanzibar? Tupo tayari kuiondoa CCM Zanzibar kwa sababu ya uchumi mbovu na maisha magumu ya umasikini waliotusababishia hawa watu. Leo tunashindwa na visiwa vidogo. Mwenyekiti wetu wa chama mara nyingi akisimama anasema kuna visiwa vipo katika bahari ya Hindi kama sisi tulivyo Zanzibar, kuna visiwa vinaitwa Mauritius. kuna visiwa vinaitwa Ushelisheli au Seychelles. Ushelisheli ni muungano wa visiwa vipatavyo mia moja na hamsini au zaidi ya mia moja na hamsini, idadi yake ya watu ni laki moja tu na nusu lakini maisha ya watu wa shelisheli -sheli ni mazuri na ya kupigiwa mfano. Kwa nini sisi Zanzibar tusiwe kama shelisheli -sheli? <coughs> La pili, watu wa Mauritius, historia inatuambia kwamba vile visiwa vilikuwa ni mashamba ya miwa. Wakati huo wa ukoloni walienda wageni wakahamia pale baadaye visiwa vile vikaleta mafanikio makubwa sana katika uchumi. Leo Morisha zimetuacha kwa spidi ya 5G, hatuwezi kufikia hata robo. Kwa nini wao na kwa nini sisi tukashindwa? Yote ni kwa sababu ya misingi mibovu iliyowekwa na serikali ya CCM iliyoko madarakani. Lakini vile vile, juzi nimewahi kusikia katika baraza la wawakilishi, kuna kada mmoja wa CCM amediriki kusimama na kusema kwamba amependekeza gari zote zitakazokuwa zinatoka shamba kuingia Unguja mjini pale zile gari ziwe zinatozwa kodi. Hivi Mzanzibari gani ambaye ametoka na masusu yake ya maembe shamba, anakuja kuuza kutafuta riski mjini, leo aanze kulipa ushuru wa maembe ambayo wameyabeba lakini kwa gari ambayo inaingia mjini. Maisha haya ambayo tunaishi maisha magumu ya dhiki, wanatutengenezea mazingira ya kodi zisizo rafiki, kodi ambazo sisi hazitustahiki, kodi ambazo wazanzibari hawaziwezi. Hatuko tayari tena kuiacha CCM Oktoba 2025 na tutafanya maamuzi tukialiwa. Swala la tatu ambalo hili nataka niwaeleze, kama ni ajenda yao, kama ni kampeni yao. CCM kwa sasa wanakauli yao, wanasema wao, wanasema Oktoba tunatiki. Nadhani mshaisikia, ni kampeni ambayo ni maarufu sana kwenye mitandao kwa sasa. Sisi tunakubali kwamba Oktoba tunatiki, na sisi tunaambia Oktoba tunatiki, hatuna wasiwasi na hilo. Lakini Oktoba tunatiki, kampeni yetu kama ACT Wazalendo piga kura linda kura, dhibiti uhuni. Naomba tureje kwa pamoja: piga kura, linda kura, thibiti uhuni. Thibiti uhuni, mara zote hao wanatufanyia uhuni, uhuni. Hatupo tayari mwaka huu kuendelea kukubali kuwa wahuni, maanake ukifanya uhuni, maanake wewe ni mhuni, sio? Hatuko tayari. Kwa hiyo sisi tunaambia pia Oktoba tutatiki, lakini wakati Oktoba tunatiki, sisi tutapiga kura tutalinda kura zetu na tutadhibiti uhuni ambao wamezoea kufanya miaka yote. ACT e si Wazalendo, ACT e si Wazalendo, tupo tayari kupiga kura, tupo tayari kumpeleka Uthmani Masudi Uthmani ikulu, tupo tayari kulinda kura, tupo tayari kudhibiti uhuni. Asanteni sana, asanteni sana.